Serikali ya Rais Donald Trump imesimamisha ufadhili wa miradi mikubwa ya usafirishaji huko New York, jimbo la viongozi wakuu wawili wa chama cha Demokrat kama hatua ya vitisho kwa kushambulia vipaumbele vya chama hicho kufuatia kufungwa kwa serikali, Government shutdown. Hii ni mara ya kumi na tano tangu mwaka 1981 kwa serikali ya Marekani kufungwa kwa ukosefu wa fedha. Hatua hiyo imesababisha kusitishwa kwa tafiti za kisayansi, usimamizi wa kifedha, miradi ya kusafisha mazingira, shughuli nyingine nyingi. Takriban wafanyakazi laki saba like na elfu hamsini wa serikali waliagizwa wasiende kazini, huku wengine kama wanajeshi na walinzi wa mipakani wakiendelea kufanya kazi bila malipo. Idara ya masuala ya wastaafu wa, wa kijeshi ilisema itaendelea na mazishi katika makaburi ya kitaifa, lakini haitasimika mawe ya kumbukumbu wala kupalilia majani. Trump ametishia kuendeleza mpango wake wa kupunguza wafanyakazi wa serikali kupitia fursa hiyo ambapo zaidi ya wafanyakazi laki tatu watapunguzwa kazi kufikia mwezi Desemba mwaka huu vyanzo vya habari nchini Marekani vinasema serikali ya Trump inaonekana kuyalenga majimbo ya chama cha Democrat katika zoezi hilo baada ya kusimamisha ufadhili wa dola bilioni kumi na nane katika jimbo la New York bunge la Senate limekataa mapendekezo mawili la kwanza kutoka chama cha Republican, la kuiwezesha serikali hadi Novemba 21 na lile la demokrati ililotaka uwezeshaji uunganishwe na manufaa ya ziada ya huduma za afya. Katika mchakato huo, Republican wana viti 53 dhidi ya arobaini na saba vya Demokrati. Wanahitaji angalau kura saba za Demokrati kufikia kiwango cha kura sitini kinachohitajika kwa miswada ya matumizi. Kiwango cha fedha kinachobishaniwa ni dola trilioni 1.7 kwa ajili ya shughuli za wizara na mashirika ya serikali, sawa na robo ya bajeti yote ya dola trilioni saba. Sehemu kubwa ya bajeti hubaki kuelekezwa kwenye afya, pensheni na riba ya deni la taifa ambalo sasa limefikia dola trilioni 37.5. Kundi la wabunge wa pande zote lilikutana kujaribu kutafuta suluhisho. Seneta Tim Kaine wa Virginia alipendekeza kwamba kufungwa kwa serikali kunaweza kuepukika endapo Trump ataacha kupunguza huduma za serikali na kuumiza wafanyakazi. Wizara kadhaa za serikali zimeweka matangazo kwenye tovuti zikilaumu mrengo wa kushoto, jambo lililo kinyume na kanuni za muda mrefu za Washington na sheria ya Hatch inayokataza huduma za msingi za serikali kutumika kisiasa. Makamu wa rais JD Vance alitoa angalizo kuhusu usalama wa anga, akisema kuwa marubani, matrafiki wa anga na walinzi wa viwanja vya ndege wataendelea kufanya kazi bila malipo na nukuu, kipande cha kauli yake: kama unasafiri leo, tunatarajia ufike salama, lakini huenda usifike kwa wakati. Mwisho wa kunukuu. Marekani ilishuhudia kufungwa kwa serikali kwa siku 35 mnamo mwaka 2018 na 2019 katika muhula wa kwanza wa Rais Donald Trump. Hatua hiyo iliathiri usafiri wa anga kwa kiasi kikubwa baada ya marubani wengi kugoma kufanya kazi.